Bana Diamond ameachia ngoma yake mpya ambayo inaitwa Msumari na kupitia Insta story yake account amesema kwamba ameshia ujumbe mrefu ambao unasomeka kama ifuatavyo. Unasema kwamba uh, Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa, na panapo majali wa Oktoba uh, mbili, nitatimiza miaka uh, 36, na katika miaka hii 36, uh, mazuri kwa uh, ni mengi. Nimepitia mazuri kwa mabaya. Mazu, uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya Uh, yote kuyapokea kwa uchanya na naamini ndiyo yanayonijenga hadi leo hii kuwa hapa. Kwa kweli nimekuwa mbahatika eh, kwa kupendwa eh, na kusapotiwa kwa kipekee, na katika kusherehekea mwezi huu wa kuzaliwa wa kuzaliwa kwangu nimeweka kuwa mwezi maalum eh, wakuwapa raha mashabiki zangu kwa kuwatolea nyimbo mbalimbali ambazo kwa muda mrefu sijafanya hivi. Enjoy WSB fans, this is your month na kopa la rangi nyeusi. So ndo hayo ambayo Diamond Platnumz ameyaandika kusha kwenye story yake, lakini tumeona uh, ameshaweza kuachia ngoma na ngoma ambayo ameiachia inaitwa Msumari kwenye ile eh, kwenye ile ngoma, video vixen ambaye yupo ni yule mwanadada ambaye ameimba Yatapita eh, na inaonekana ni namna gani ambavyo wame na kuhakikisha kwamba amefanya naye ngoma nyingine, lakini ni namna gani ambavyo hii ngoma imehit na kwa muda mfupi tangu iachiwe. Ukiangalia kwenye sehemu nyingi ambayo, um, uh, Diamond tangu ameachia imekuwa trending namba moja, na tukianza kwa upande wa Boomplay imeshika namba moja, lakini kwa upande wa Audiomack pia uh, imeshika namba moja. Pia vile vile uh, kupitia Instagram account ya Diamond Platnumz mwenyewe pia ameshia ujumbe baada ya hii ngoma kushika uh, Audiomack namba moja, Boomplay namba moja, na uh, kikubwa zaidi pia kwenye imekuwa trending. Unajua, kuingia trending mbele sio jambo la kawaida e, tunaona ngoma za watu wengi. Nakumbuka kwenye kiredio nye post yake moja aliposti, alipoenda Nigeria, anasikia ngoma za wasanii wawili tu ambao wamesikika. Msanii wa kwanza alikuwa ni Diamonds, ambayo imepigwa ngoma ya komasawa pamoja na Shu, lakini ngoma nyingine ambayo ameisikia ni ngoma ya huyu mtoto, ngoma ya anametoka kidogo jina uh, nadhani utakuwa namkumbuka nikusema huyo mtoto jaiva anaitwa, lakini hizo ndo ngoma pekee ambazo uh, kiredio anazisikia wakati yupo Nigeria. So tupongeze tu, tu, kitu ambacho kinaendelea, lakini pia Diamond anafanya kitu kizuri kwa sababu ngoma yake hii ya Msumari, licha ya kuwa, kuwa, uh, kuwa ya Kiswahili, lakini imeshika trending namba 37 kwenye United Kingdom, Marekani. So, ukiachana na hivyo pia Diamond ameshare ujumbe wake kupitia Instagram account yake e, mba, na kusema kwamba anawashukuru sana kwa upendo na mapokezi yenu makubwa e, kwa wimbo wangu huu nimengi ni mengi nimeandalia ya kuhakikisha kuwa mashabiki zangu mnapata raha ambayo e, siku hapa kwa muda mrefu. Msumari on all digital platforms. So ni kama vile mtu Diamond ameamua kuhakikisha kwamba huu mwezi wa kumi ambao ni birthday month yake, anahakikisha kwamba anatoa zile ngoma zote ambazo e, zinafanya vizuri ndani ya kibongobongo. Kumekuwa na wasanii wengi au watu wengi pia wanasema kwamba Diamond wanatamani kumsikia Diamond yule ambaye alikuwa anaimba ndani nitakamwambie, lakini pia e, mawazo ngoma fulani hivi e, za kugusa kwa kipindi e. Ameimba Zaina, alirudi Bongo lakini pia ameimba Yatapita, pia alirudi Bongo. Baada ya hapo akahamia kwenye ngoma zake za kimataifa, ama piano na vitu vingine kama hivyo, so tutegemee vitu vizuri ukiachana na hii e, Msumari ambayo ameitoa Diamond Platnumz, tutegemee vitu vizuri ambavyo Diamond Platnumz ataendelea kuvitoa kwenye mwezi huu wa kuzaliwa kwake. Unatamani kusikia ngoma ya aina gani ambayo Diamond ataimba ukiachana na mapiano? baada ya kuiba bongo flavor hii, msumari ni ya Kiswahili pure. Tutegemee singeli kutoka kwa Diamond Platinumz, kwa sababu ni moja kati ya ngoma ambazo zinafanya vizuri. Je, tutegemee collaboration yoyote kutoka kwa Diamond na wasanii wengine wa ndani? Nakumbuka siku moja, uh, Billnass alihojiwa, ali kwamba eh, watu wanajua kwamba ana ana ngoma ambayo ameimba na Diamond Platnumz, lakini alisema ndio, lakini ukiangalia muda ambao wameimba na ratiba za Diamond Platnumz zimebana, so haikuweza kutoka ile ngoma. The same applies to Marioo, pia alikuwa anasema ana ngoma na Diamond, lakini muda ambao wame wameitoa wame wa na kuitunga na ratiba za Diamond zilivyo, basi wameshindwa eh, kutoa hizo ngoma zao. So, tutegemea collaboration yote ya Diamond Platnumz na wasanii wa ndani. Stay tuned. Mimi ni Tony bwana, nikukumbusha pia kama bado hujasubscribe ni wakati wako sasa, kisho kwamba unaweza kitu kile ambacho kimeandikwa subscribe, ili uwe mwana familia bora kabisa online Plus Media. Mimi ni Tony sana zaidi, tokia wakati mwema, bye bye.